Naam, karibu tuzungumze michezo hapa ndani ya Simba Fans TV. Lakini kubwa zaidi ambalo tuko nalo siku ya leo ni lile jambo ambalo liliteka baadhi ya vichwa vya habari kunako mitandao ya kijamii mara baada ya kundwa Msimbazi Simba kufuzu kwenda hatua ya nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, tukiachana na machozi ya furaha ya Semaji Ahmed Ali. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo viliteka hisia za wanasimba E, na wadau wa mpira nchini Tanzania ni video ambayo ilimuonyesha bimdada akilia kwa furaha mara baada ya Shomari Kapombe e, baba Esther kufunga mkwaju wa penati ya ushindi kwa upande wa kundi Msimbazi Simba. Tukaona si vyema kama Simba Fans TV kumwacha shabiki huyu hivi hivi, kwani kwa hakika mapenzi yaliyoonyesha si e, wadau wengi wa mpira ama mashabiki wengi wanaweza kuona mapenzi kiasi kile. Kwa hiyo tuko naye hapa and the only one e, kuhakikisha kwa kwamba tunamfikia kinamna moja ama nyingine, lakini pia kupata mawili matatu kutoka kwake. Official Abdallah Abdallah, Juma, kamera Shaban ko bora kabisa, atahakikisha kwamba unapata kilicho bora kutoka kwake. Bimdada Sophia eh, kujua ili kuaje kuaje, na ni kwa namna gani anaipenda klabu yake ya Simba Sports Club na maoni yake ama eh, vile ambavyo anafikiria anafikiria kuelekea hatua nyingine zinazofuata. Baki nami mpaka pale ambapo nitakwambia kwaheri, usiondoke na pia ningeomba kikubwa sana nikashuhudie mechi dhidi ya watu wa South Africa hapa Tanzania, niende na South Africa kwa sababu nina imani tutafuzu na nitarudi na kombe, na ile kombe daje nibebe mwenyewe. Lakini katika mikoja ya penalti yote ambayo ilinifanya mimi nikaguswa na hisia kali ni penalti ya Shomali Kapombe, ambayo Shomali katika penalti nyingi sana huwa anafeli, lakini kwenye ile penalti nikaa namwomba sana Mungu Shomali aweze kufunga ili tuweze kufuzu nusu finali na hisia ambayo niko nayo kwenye, yani hisia ambayo nilikuwa nayo kwenye ile siku ah, ilikuwa ni kali sana I say. Kwa sababu, kwanza kabisa kocha shanipa imani kwamba hii tunavuka, kwa hiyo nikawa na imani naye, na yeye akasema kwamba mimi niko tayari, isiposimba isipoenda nusu fainali niko apo tayari kupewa eh, kuwajibika. Kwa nini kocha aseme hivyo? Kwa hiyo na mimi nikaa na imani naye, yeah. Eh, Shomari yeah. alivyokosa penati na Widad Eh, pale Casablanca Mohamed wa tano, hali ilikuwaaje? kwa upande wako? hali ilikuwa mbaya, sio nzuri. Sikula la wiki nzima kwa yeah. <laughs> kwa sababu sikutegemea. mm, mimi sijawahi kusema kwamba ni Shomari Kapombe ni mzee aondoke, katika watu ambao sitamani sana waondoke kwenye ndani ya Simba ni Shomari Kapombe na Mohamed Hussein yeah, zimwesha balala. yeah, waendelee kubaki. waendelee kubaki sana bado yeah. <laughs> sio hapo tu, mpaka nilivyorudi nyumbani hali iliendelea, ila nikua, ila nilikuwa chozo langu ni la furaha, sio la huzuni Ah, machozi ya furaha yeah, machozi ni ya furaha. Wana Simba, mna raha nyingi, yeah, sana eh, yeah, mmevuka? Yeah, tumevuka. Tunamshukuru Mungu, tumevuka salama, tunashukuru benchi la ufundi, tunamshukuru kocha wetu, tunashukuru viongozi wote wa Simba, tunashukuru CEO Zubeda, amekuja msimu mzuri sana yaani, yanaa, tunaingia ah, na semi finali. Unaionaje? <laughs> sana namwombea sana nyota yake izidi kung'aa ndani ya Simba, ndani ya maisha yake na ndani kote. Yani, nyota yake ni nzuri sana na muombea sana, sana. Yes, uh, tu... yes. <laughs> Bwana mtazamaji wa SFTV kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba tuko naye Sofia eh, ambaye aliteka vichwa vya habari kutokana na ile furaha ambayo alikuwa nayo mara baada ya Shomari Kapombe, baba Esther, Show me the way, kufunga mkwaju wa mwisho wa penalty kwa upande wa kufundwa Msimbazi Simba na kuwapeleka nusu fainali tumekuja naye hapa Sunderland the only one eh, kuja kuangalia ni namna gani eh, tunaweza kuzungumza naye lakini pia kumpendezesha na uzi wa mnyama, kama ambavyo unavyomuona sasa hivi yuko ndani ya uzi wa kimataifa. Ni sikuchoshe sana kwani, eh, kuna mengi kweli ya kuzungumza naye. Bwana Sophia, mambo poa, uko poa poa. Bwana kuangalia kwanza, wana simba <laughs> Umeacha kulia sasa hivi unafurahi? Yeah, nafurahi yeah. sana unafurahi yeah. Nikupe hongera kwa ile presha ama nikupe pole, sijui niwekeje hii wewe? mm, nipe hongera nipe hongera. Kwa nini? Eh, tumevuka yeah. hey, tumevuka yeah. Ilikuwa safari ya namna gani kwa kikosi chako cha Yekundu Msimbazi Simba? Uh, kilikuwa kikosi kizuri kwa sababu toka tuko Misri kikosi kilikuwa ni kile kile, kasoro tu mmoja aliobadilishwa ni mkwala watema kukaa nje kwa hiyo nilimwamini kocha wangu pamoja na wachezaji wangu. Ni hisia za namna gani ulikuwa nazo wakati wa mchezo ukiendelea pale ambapo Shomari Salum Kapombe alikuwa anakwenda kupiga ule mkwaju wa mwisho? Kwanza nataka tuanzie hapa kabla ya kwenda kuzungumza mengi kweli kweli, zilikuwa ni hisia za namna gani kuiona timu yako ikifuzu siku ya Jumatano pale Benjamin kwanza kabla ya mechi kuanza, au kabla ya penati, hisia zangu zilinitoka kwamba lazima tutashinda, lakini baada ya mchezo tukafunga tuka magoli mawili kwenda kwenye mikojo ya penati, lakini katika mikojo ya penati yote ambayo ilinifanya mimi nikaguswa na hisia kali ni penati ya Shomali Kapombe, ambayo Shomali katika penati nyingi sana huwa anafeli, lakini kwenye ile penati nikaa namomba sana Mungu Shomali aweze kufunga ili tuweze kufuzu nusu finali, na hisia ambayo niko nayo kwenye yani hisia ambayo nilikuwa nayo kwenye ile siku. Ah, ilikuwa ni kali sana I kwa sababu nilikuwa yani nina hisia kali kwenye timu yangu pamoja na wachezaji wangu. Na kama hivyo. Yeah. Kwa hiyo nilifurahi sana baada ya Shomali Kapombe kufunga lile goli, kwa hiyo lile goli la Shomali Kapombe lilienda kugusa ndani ya moyo wangu ambao ulikuwa na jeraha kubwa sana. Ah, majeraha aina gani? Kwa sababu ya timu yangu, sababu tukifika kwenye hatua kama ile tulikuwa tuna feli sana kwenye hatua ya mkojo wa penalty. Yeah. Yeah. Labda umejaribu kugusia kwamba mara nyingi sana Shomari katika baadhi ya mikwaji ya penalti ambayo, e, alikuwa akipiga, amekuwa akikosa, na ndio maana ulikuwa na hisia kubwa wakati anakwenda kupiga mkwaji ule wa mwisho e, ama ushindi kwa upande wa kunda Msimbazi Simba. Labda kuna tukio lolote la penalti ambalo uliwahi kulishuhudia kutoka kwa Kapombe e, lilikutia kwenye pressure, ama alikosa hivi wewe ukaa kwenye pressure kubwa? Ah, zipo nyingi sana nyingi kama tuko ugenini kwenye, nakumbuka mechi ya mwisho sisi tulikuwa tunacheza na Orlando we did, we did, yes. Yes, ile penati yake ya ana, ya mwisho ndio likatufanya sisi na turudi tukashindwa kuendelea mbele. Kwa hiyo ilipofika hata ile siku, yani kocha anamwambia tena kakombe kapige penati ya mwisho, ndio akanikatisha kabisa kila kitu, lakini nilikuwa na imani, kwa sababu cha kwanza kabisa kocha ashanipa imani kwamba hii tunavuka kwa hiyo nikawa naimani naye, na yeye akasema na kwamba mimi niko tayari isipo Simba isipoenda nusu finali. Niko tayari kupewa eh kuwajibika kwa, kwa, kwa, kwa nini kocha aseme hivyo? Kwa mimi nami nikawa naimani naye yeah, yeah. Shomari alivyokosa penalti na Widadi, eh, pale Casablanca Mohammed wa tano, hali ilikuwaje kwa upande wako? hali ilikuwa mbaya, sio nzuri, sikula la wiki nzima yeah. <laughs> kwa sababu sikutegemea yeah. Timu yangu ilikuwa vizuri, kila pande zote ilicheza vizuri mpaka mikojo ya penalti na ntukutegemea kwamba Shomari Kapombe ataenda kukosa ile penalti, kwa sababu Shomari Kapombe ndio tutegemezi letu kupiga penalti. Kwa hiyo sikutarajia kwamba atakosa ile penalti yeah. Yes. Uh, ulikuwa wapi wakati Simba wanacheza na Wydad? Uh, nilikuwa airport kenye majukumu kwenye majukumu yangu ya kazi, kwa hiyo yeah. Hali inanikutaga sana inanikuta kwa sababu hiki kitu kipo ndani ya damu yangu, kwa sababu ninaipenda Simba na naipenda sana, sana sana tena sana kwa hiyo hali inanikuta inanikuta sana. Kwa hiyo hata siku hiyo Shomali wakati napiga hilo penalty, oh. nilikuwa nina yaani, nilikuwa na kama unavyoona hiyo video ambayo na ina trend, yani ndo hali niliyokuwa nayo. sio hapo tu, mpaka nilivyorudi nyumbani hali iliendelea, ila, ila chozi langu ni la yeah. yeah. ah, furaha, sio la huzuni. Machozi ni ya furaha ah, yeah. wana Simba ni... Yeah. Yeah. Mevuka. Yeah, tumevuka, namshukuru Mungu tumevuka salama tunashukuru benchi la ufundi, tunamshukuru kocha wetu, tunashukuru viongozi wetu wa Simba, tunashukuru CEO Zubeda. Zubeda, yeah amekuja, <laughs> amekuja msimu mzuri sana, yaani yanaa, tunaingia na semi fainali. ah, unaionaje hiyo? Namwombea <laughs> sana, <laughs> sana. nyota yake izije kung'aa ndani ya Simba ndani ya maisha yake na ndani kote, yani nyota yake ni nzuri sana, na muombea sana sana. Yes uh, turudi kwenye mchezo wa ah, awali ambao ulipigwa pale Misri mara baada ya wekondo Msimbazi Simba kupoteza kwa jumla ya bao mbili kwa sifuri eh, hali na matumaini yako ilikuwaje? Uliamini kwamba mtavuka kuelekea hatua ya nusu fainali? Nilikuwa na imani na timu yangu, kwa sababu timu yangu ipo ugenini, lakini ilikuwa inafanya vizuri utafikiri ipo nyumbani. Ya, ilifanya vizuri japokuwa tulikuwa hatuna watu wa kumalizia, na pamoja na wachezaji wangu walikuwa na pressure sana. Kila mmoja alikuwa anapata nafasi nataka kufunga. Kwa hiyo nilikuwa na imani kwa sababu timu yangu ilicheza vizuri asilimia zote, kila idara. Sisi ndio tuli tuliitenga idara zote. Kwa hiyo nilikuwa na imani na timu yangu. Hmm. Yeah. Mambo ya fadlo eh yeah, mambo ya fadlo. Na muamini sana, kocha wangu anafanya vizuri, anafanya timu hiyo inajiamini, sistemi yote inapoenda haijali wewe wapi. Timu yangu ni kubwa na ilikuwa inajiamini sana anachokipenda. yes. Uh, yeah. Simba ya wanachezaji wengi wanafanya vizuri sana. Ee, mchezaji gani ambaye huwa ukimtazama anakuvutia, ee, namna ambavyo anavyocheza wachezaji wa Simba ni wote, nawapenda na wanafanya vizuri. Nikisema wachezaji wa kigeni ambaye nampenda sana, ambaye amekuja msimu huu ni Mpanzo, ili Mpanzo anafanya vizuri. Mechi yake ya kwanza kucheza tulifunga goli tano <laughs> wasi amini, japo hajafunga yeye, lakini alifanya tukafunga tano. Yeah. Yeah, mzado mdogo yeah, tunatarajia makubwa kutoka kwake. Sasa mbona kwenye hii jezi, hebu geuka kwanza. Wewe bana, umesema kwamba unapenda cha Simba kwa mzaa, lakini umeandika Kapombe. Siri ya kuandika hii Kapombe ni nini? Ah, siri ya kuandika hili jina la Kapombe kwa sababu Kapombe ndiye aliyokaibeba juzu zamana wa kuingia sisi nusu fainali, maana bila yeye tusingefika tena mahali hapa, tusingezungumza yeah. yasiye okay. Nimeamua kuandika jina lake kwa sababu alidhamini timu, ilikuwa kwenye mikono yake yeah. Shomari Salo. ya baba Shumita Esta. Na bala huyo. Sana. Sana sana sana. Walikuwa wanasema mzee aondoke. Mm, mimi sijawahi kusema kwamba ni Shomari Kapombe ni mzee aondoke. Katika watu ambao sitamani sana waondoke kwenye ndani ya Simba, ni Shomari Kapombe na Mwamba Hussein. Yeah, zimwesha balala. Yeah. Yes. Waendelee kubaki. Yeah, waendelee kubaki sana bado. Yeah. <laughs> Na kwenda nusu finali dhidi ya South Africa. Uh, unaiona Simba ikitoboa na hapo nusu finali <laughs> tusiongee mengi, tarehe ishirini siku kesho kutwa. uh, kwa mkapa pale, hata kwa mkapa hapo naona limefungwa, haijakuwa rasmi kwamba mechi itachezwa au haitochezwa. Okay, tusizungumze mengi, sisi kikubwa, tarehe 20 tukaribie uwanjani, tukashuhudie mnyama anachokifanya, kwa sababu iasema nyumbani hatoki, hatoki mtu, hatoki mtu, hatoki mtu, hatoki mtu. Yes. Mana hayo ni kuhusiana na mchezo wenyewe ulivyokuwa, lakini e, mara baada ya clip yako kusambaa katika mitandao ya kijamii e, kuna maneno mengi yalikuwa yanazungumzwa mara baada kutoka bonus kwa wachezaji wa Yekundu Msimbazi Simba kwamba e, viongozi wa Yekundu Msimbazi Simba wamekutafuta kwa ajili naye ya kupata chochote kitu kutokana na mahaba ambayo e, uliyoonyesha kwa timu yako kuweza kufuzu. E, hili limekaaje na huko mtaani wanasemaje? Ah, kama ilivyo mtandaoni ninavyozungumzwa. Yeah, kama hivyo bonus. Lakini mimi nilifanya kile kwa mahaba ya timu yangu, mapenzi ya timu yangu, yeah, kama mimi ni mwanachama wa Simba Sports Club. Nilifanya vile kwa sababu ya furaha, ni kitu ambacho nakipenda, kwa hiyo sikutegemea kwamba itafikia mahali hapo ilipofikia. Ila kuhusu bonus, nini hicho kitu, mimi kwangu sikifahamu, ila ni mambo tu ya mtandaoni, kwa hiyo hizo milioni kumi na nne sijui milioni kumi zinazozungumzwa hazipo. Ah, hizo hazipo. Eh? Hazipo. Bana, nasikia unaitwa tajiri mtaani <laughs> <laughs> ah, yeah, ni kweli kwa sababu ni mambo mengi yanaongeleka mtandaoni, napewa milioni kumi na nne na mo, ni mambo mengi sana yeah. Lakini tiketi ya msimu popote yeah, yeah, napoenda yeah. ni mwaka yeah. mzima yeah. kwa hiyo mimi ingekuwepo labda ingejulikana, lakini mimi kwangu hakipo kile kitu, nimekifanya kwa dhati kwa moyo wangu kwa kitu ambacho nakipenda yeah. Yeah. Lakini hizi pesa hazipo kweli hizi pesa ambazo nasema watu hazipo Hmm, hapana. Yeah? hapana hapana, yeah. Kama zipo zitaonekana, kwa sababu hiyo ni media tofauti, kwa sababu sijaona media ambayo itaongea labda kama hey, alikuwa anatoa milioni kumi na nne kwa milioni 30, 30. hey, 30 kwa, kwa, kwa mchezaji yeah. Mbona watu wametangazwa yeah. E, kama mimi ningekuwepo pia ningeonekana pale ila, yeah, yeah. Kama ipo tutaona, nitaitwa yeah, nitaitwa yeah. Yeah, kwa sababu Simba wangu na Yamina naipenda yeah. Yeah. lakini endapo sasa utapata nafasi ya kukutana na viongozi wa Wekundu wa Msimbazi, Simba mmoja hapo, awe mwenyekiti awe afisa mtendaji mkuu ama CEO ama awe tajiri mwenyewe, rais wa heshima Mohammed, labda unaweza kumwambia kitu gani kama mwana Simba? Labda anatoa dukuduku lako, ana tajiri ama kiongozi, mimi nataka moja, mbili, tatu. Kipi ambacho ungeweza kuambia? Aa, kikubwa ningeweza kuambia kwamba kwa, kwa mechi hizi au kwa michezo ambayo tuko nayo mbeleni au kwa taarifa ambazo tunazunguzwa mitandaoni, cha kwanza kama hiyo kwamba Mo Dewji anipa milioni thelathini au kumi na nne, ningeweza kuambia kwamba mimi tu nilifanya nimefanya kile kitu kwa sababu ni, ni upendo wangu wa dhati kwenye, kwenye timu yangu ya Simba, na pia ningeomba kikubwa sana nikashuhudie mechi dhidi ya watu wa South Africa. Hapa Tanzania niende na South Africa kwa sababu nina imani tutafuzu na nitarudi na kombe na ile kombe ndio nijibebe mwenyewe <laughs> uh, uh. Yeah. Yani, nafuzu kwenda finale, eh, mm. Kombe mtalibeba yes, yeah. Na wewe unataka ulibebe? Nataka na mimi nilibebe, kwa sababu kikitu ambacho kipo kwenye ndoto yangu ni akili yangu siku zote toka nipo shule ya msingi kipo kwenye kwenye moyo wangu ni akili yangu kwayo, natamani siku moja na mimi nisafiri na timu ya, nyende, yeah, mm-hmm. nayo huko inapoenda. Ndoto, yeah, yeah. zako zitimie. Ya, ndoto zangu zitimie. una ndoto tangu utotoni sana? nina ndoto sana tena, so ndogo. Basi, yeah. <laughs> yes. E, nataka tuanzie hapa hapa ndoto tangu utotoni <laughs>